Uhali gani, mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri, yali na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Miriam Mlaponi. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari: Tanzania na Denmark wazindua app ya kuokoa maisha ya mama na mtoto nchini. Biashara ya kaboni yaelezwa kuwa nyenzo muhimu kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Na katika habari za kimataifa zaidi ya watu 30 wauawa katika ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi ya Israeli. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na ubalozi wa Denmark nchini wamezindua rasmi programu maalum ya kidigitali inayojulikana kama Safe Delivery App, yenye lengo la kuongeza ufanisi na uweledi kwa wakunga katika utoaji wa huduma bora kwa mama na mtoto wakati wa kujifungua. Taarifa ya mwanahabari wetu Recho Chacha inasomwa na Mohamed Jamal. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa programu hiyo, mkurugenzi wa huduma za uuguzi na ukunga kutoka wizara ya afya, Ziada Sela, amesema app hiyo ni suluhisho la kiteknolojia lililokuja kwa wakati mwafaka, kwani itawasaidia wakunga kupata maarifa sahihi popote walipo, hivyo kuboresha huduma na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Sasa hivi hizi simu janja watakuwa wanatumia wakunga kwanza kwa sababu ya kujifunza. Kwa mfano, akipata labda mama mwenye changamoto, labda anatoka damu nyingi baada ya kujifungua maanake anaangalia, je, huyu mama sababu yake ni nini? Atakapojifunza, akienda kwenye hii app atakuta kwamba kuna, kuna huduma kwa mama ambaye ametoka damu nyingi baada ya kujifungua. Je, ni kwa sababu gani? Labda kwa sababu kondo la nyuma limebakia au kwa sababu kizazi hakijaweza kuj kurudi mahali pake baada ya kujifungua au kuna changamoto gani nyingine. Kwa hiyo atakaposoma ile manake, itamsaidia yeye sasa kuweza kumhudumia. Na wakunga waliokuwa wengi wanamiliki hizi hizi simu janja. Kwa hiyo kadiri tunavyoelekea huko tutakwenda mpaka kufikia wakina mama ili waweze kupata hizi taarifa. Kwa upande wake, afisa miradi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA, Sunday Rio Bangira, ameeleza kuwa programu hiyo itatekelezwa kwa miaka mitatu katika mikoa ya Dodoma na Dar es Salaam kwa lengo la kuongeza ujuzi wa wakunga kwenye maeneo ya kazi na kuhakikisha wanapata mafunzo ya kisasa ya mara kwa mara. Ni mradi wa miaka mitatu na unalenga kuboresha umahiri wa watoa wa huduma katika vituo mbalimbali tunavyotolea mbali huduma ya afya ya mama na mtoto, na tunayafanya haya kupitia teknolojia ambayo tunayo na tunaishi nayo, na tumeweza kutengeneza au kuleta app ambayo itakuwa inawasaidia wakunga wetu wanapokuwa kazini kuweza kujifunza mbali mbali, mambo mbalimbali yanayohusiana mbali, na taaluma yao lakini pia kujikumbusha mambo hayo wakati wakiwapatia huduma wateja wao. Naye Dr. Beatrice Mwilike, mkunga bingwa na rais wa chama cha wakunga Tanzania, TAMA, amebainisha kwamba TAMA itakuwa na jukumu kubwa katika kutoa mafunzo na kuwaunganisha wakunga na matumizi ya app hiyo ili ukaongezea uwezo kita wa kitaalamu. Takwimu zinaonyesha kwamba mkunga akiwezeshwa na akapewa mazingira ya wezeshi, anaweza akatoa huduma kwa mama na mtoto kwa takribani asilimia 90, na kama tunavyojua vifo vingi vya uzazi ni vifo ambavyo vinazuilika. Kwa kama mkunga akiwezeshwa akapata haya mafunzo ya mara kwa mara, itamsaidia kiukweli kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na kama tunakumbuka mwaka, mwaka huu nadhani mwanzoni Mheshimiwa Rais wa nchi alipata tuzo ile ya, inaitwaje Global, Global Goalkeepers Award ambayo ilikuwa ni katika jitihada ambazo zimeonekana katika kuweza kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, na kwa malengo ya kidunia tunatarajia kwamba ifikapo mwaka 2030 vifo vio vimepungua kutoka vilivyokuwa sasa hivi mia moja na nne katika kila vizazi hai laki moja kufikia sabini katika kila vizazi hai laki moja Kwao tunaamini kama serikali na wadau na jamii ikiweza kuwekeza kwenye huduma za ukunga, basi kweli za kufikia hilo lengo la kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa kinamama, lakini pia kwa watoto wachanga. Kwa ujumla programu ya Safe Delivery App inatarajiwa kuwa chachu ya mabadiliko katika sekta ya afya ya uzazi nchini, hasa katika kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa kutumia maarifa ya kidijitali kwa njia rahisi na inayofikika kirahisi kwa wahudumu wa afya. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo iliyosomwa na mwanahabari wetu Muhamed Jamal. Wizara ya viwanda na biashara imesema tayari imeshaanza mchakato wa kubaini viwanda vyote ambavyo vimebinafsishwa kwa wawekezaji ambavyo havifanyi kazi na kugeuzwa kuwa magodauni ili kuweza kurejeshwa kwa serikali na kubinafsishwa kwa wawekezaji wengine. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi hayo yamesemwa na waziri wa viwanda na biashara Dkt Suleimani Jafo wakati wa mkutano wa pili wa wizara hiyo na maafisa biashara wa mkoa na wakuu wa idara ya viwanda na biashara ya uwekezaji ikiwa. Amesema mchakato huo umeshaanza katika mkoa wa Tanga na utaendelea katika mkoa wa Morogoro, lengo ikiwa ni kuhakikisha Tanzania inakuwa ni ya viwanda. Sasa hii wizara ya viwanda na biashara tumeanza kazi sasa ya kuhakikisha kubainisha viwanda vyote, na kazi hiiichukuu sana katika mkoa wangu. Dkt Asha Abdallah ameanza kazi hii mkoa wa Tanga na inatuonyesha pale mkoa wa Tanga, utakuja mkoa wa Morogoro kuhakikisha kuainisha vile viwanda ambavyo vilipewa watu kwa ajili ya ubinafsishaji lakini havifanyi kazi. Lakini pili, kuja na njia nyingine mbadala kupitia ofisi ya AG, kwa sababu mambo mengine ni mambo ya sheria, jinsi gani kusaidia jambo hilo, viwanda hivyo na hasa vile ofisi ya TIA kusaidia viwanda hivyo, wale waliovishindwa basi waweze kuviachia, kutafuta watu wengine kwa ajili ya uwekezaji. mbele yako ni mkusanyiko wa watu zaidi ya 250 kutoka mikoa yote Tanzania bara, wakiongozwa na viongozi wa ile idara ya viwanda biashara na uwekezaji. Kwa nini tunakutana nao? Rais amezungumza, mheshimiwa mkuu wa mkoa amezungumza, tunahitaji kufanya alignment and engagement. Awali akizungumza mtendaji mkuu wa wakala wa usajili na leseni BRELA amesema lengo la mkutano huu ni kuwajengea uwezo maafisa biashara ili kuweza kuwasaidia wafanyabiashara kupata huduma kwa urahisi. Katika kuhamasisha utendaji bora wa maafisa biashara na kuwajengea ari ya kazi, BRELA inatarajia kuanzisha utaratibu wa kutoa tuzo kwa maafisa biashara watakaofanya vizuri zaidi katika kurasimisha biashara katika maeneo yao. Vigezo vya kupima utendaji kazi wao utaandaliwa ili kuwezesha uwazi na haki katika upatikanaji wa washini. Ni matumaini yangu kuwa maafisa biashara watatumia fursa hiyo katika kuboresha utendaji kazi wao na ushirikiano uliopo kati ya BRELA na maafisa biashara katika kujenga nyumba moja ambayo ni Tanzania yenye mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji kwa lengo la kusukuma mbele juhudi za serikali katika kuimarisha uchumi wa nchi yetu. Na nyinyi wafanyabiashara, huu ndio wakati wa kujionyesha huyu wa what you can do. Kwa nini mkae msubiri maagizo ya mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Waziri, hili linalosemwa huko la kwamba sijui mifumo, hapana, wana mambo yao huko. Ni kushukuru sana. shukuru Matero kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa ili kukabiliana na vitendo vya ubaguzi, ukatili na unyanyasaji kwa watoto, jamii nchini imeaswa kushirikiana katika malezi na kuzisimamia haki za watoto ili kuwawezesha kutimiza ndoto zao na kuwa raia wazalendo wenye mchango chanya kwa taifa. Kwa taarifa zaidi, tuungane na Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma. Haya yamebainishwa na msaidizi wa mkuu wa jimbo la Songea, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, mchungaji Emmanuel Luoga, katika tamasha la watoto jimbo la Songea, dayosesi ya Ruvuma lililofanyika wireani na Mtumbo, lenye lengo la kuwajenga watoto kukua kimwili, kiakili na kiroho, ambapo amesema jamii inatakiwa kushirikiana katika malezi na makuzi ya wa watoto ikiwemo kuwalinda dhidi ya vitendo hatarishi na kuwarekebisha dhidi ya vitendo visivyo vya vyak ili kujenga kizazi chenye maadili mema, jamii inayotuzunguka ijitahidi kila mahali ambapo mtoto apewe ulinzi. Siku hizi kuna taratibu ambazo inaonekana mtoto ni wa familia moja, kumbe mtoto ni wa jamii. Ukiona mtoto aendi vizuri, basi msaidie. Tunatakiwa kusaidiana ili tupate taifa zuri, tupate kanisa zuri, sio mtu moja bali sisi wote tukisimama, kila moja kuwa mzazi, kuwa na huruma kwa watoto, hata kama sio wa kwako. Ukimsaidia utakuwa umelisaidia taifa, utakuwa umesaidia mtoto na kanisa la Mungu la hapa Tanzania na ulimwengu mzima. Moto wa mwaka huu au, au lengo kubwa wa ujumbe mkuu ni kupinga ukatili lakini vilevile watoto wamesema wa tuwapende, baba ajioni ni sehemu kubwa katika kumlea mtoto, wasiwachie kina mama, kwa sababu kina mama wana sehemu yao, lakini baba ana sehemu kubwa sana katika kumlea mtoto. Kwa hiyo baba asimame kwenye nafasi yake, kama ambavyo Kristo amesimama kwenye kanisa kwenye nafasi yake kwenye kanisa. Awali akitoa taarifa kwa mgeni rasmi katika tamasha hilo, katibu wa idara ya wanawake, watoto na diakonia, jimbo la Songea, kanisa la KKKT, Mariana Matwimbi, amesema kwa sasa watoto wanakumbana na vitendo vya ukatili na unyanyasaji ikiwemo vipigo, kutumikishwa katika kufanya biashara za kuzunguka na bidhaa mitaani, hali inayohatarisha ustawi katika makuzi na kutimiza ndoto zao. Vitendo vya ushoga na ulawiti kwa watoto vimeshamiri sana katika maeneo na mazingira tunayoishi na taifa kwa ujumla. Ukatili na unyanyasaji kwa watoto, kwa mfano watoto wadogo kupewa bidhaa kwenda kuuza mtaani, umbali mrefu kutoka nyumbani na kadhalika. Tunaomba elimu izidi kutolewa kwa wazazi na walezi kuhusu kuwapenda na kuwajali na kuwafundisha maadili mema ambayo kwa hakika wanaweza kupata kanisani. Huku kwa upande wa watoto walioshiriki katika tamasha hilo, licha ya kuipongeza serikali kwa kuboresha mazingira ya upatikanaji elimu kwa watoto, wameiomba kusimamia sheria zinazomlinda mtoto dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji vinavyofanywa na jamii. Nashukuru serikali ya Mama Samia kwa kuendelea kuboresha miundombinu ya shule ili watoto wapate elimu na pia tunaiomba ili iendelee iendelee kusimamia haki za watoto ili watoto waweze kutimiza ndoto zao. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Zoezi la utoaji fomu za kugombea nafasi za ubunge na udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM limeendelea kwa kasi wilayani Geita, ambapo wanachama wake wameendelea kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mchakato huo wa kidemokrasia ndani ya chama. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita mchakato huo ulianza rasmi Juni 28, 2025 na hadi leo umeingia siku ya tatu. Baadhi ya watiania waliokwisha kuchukua fomu kwenye nafasi ya ubunge ni pamoja na mbunge Maru, wa viti maalum mkoa wa Geita Yospini Chagura mbunge wa jimbo la Geita Dr. Joseph kasheku msukuma na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM viti 20, mneki chacha wambura ambaye anawania ubunge wa jimbo la Geita mjini. Namshukuru Mungu. Lakini zoezi linaendelea vizuri sana tuko hapa tayari kabisa kuchukua fomu na kuomba ridhaa tena wananchi waweze kutuamini. Walituamini miaka mitano iliyopita na tumeweza kufanya kazi vizuri. Utatukuta kule ndani, utaona kijiwe kilichoko kule, kwa sababu tukiwaeleza watu hawatuamini. Lakini simpigi mtu biti, na inawezekana wote tunania moja wanaoomba na tunaomaliza muda wetu kwamba tunaenda kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wetu. Na ni demokrasia, hata kama ungefanya vizuri kila kitu, lakini ikifika wakati wa kuchagua ni fursa basi. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha haya, na naiachia sasa utaratibu wa chama changu cha mapinduzi uendelee mpaka pale tukapopata maelekezo mengine nini cha kufanya. Kwa upande mwingine, watiania nafasi ya udiwani kata ya Kalangalala nao wameelezea namna walivyojiandaa kushiriki kamilifu kwenye mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu wakisitiza umuhimu wa uongozi wa wa karibu na wananchi, kuwatumikia wananchi wa kata ya Kalangalala. Kwa sababu nia ninayo na uwezo ninao, nitafanya kazi kama vile yule mwakilishi aliyekuwepo alipokomea na mimi nitaendeleza. Sibezi mgombea yoyote yule, bali ninatamani, kwa sababu chama chetu kina utaratibu, kila unapofikia muda wa miaka mitano uchaguzi unakuwepo. Kwa hiyo nina nia njema sana tuka fomu ya ugombea udiwani, kwa maana niitumikie kata ya Kalangalala, niwatumikia wananchi kufata misingi yote. Lengo la kuchukua fomu ya ugombea udiwani ni, ni, ni, ni lengo moja tu, nimewiwa kwa muda ambao nimekuwa katika uongozi uh, wa Chama cha Mapinduzi, lakini nikiwa katika ukaguzi wa miradi ya Chama cha Mapinduzi mingi, na dhumuni langu ni kwamba sisi kata ya Kalangalala kuna fursa nyingi, ukiangalia ni manispaa ya mji, fursa nyingi zinatoka, lakini tunaona usimamizi unakuwa sio mzuri sana katika maendeleo ya jamii ukiangalia, katika miundombinu za mabarabara, maji, bado sisi tuko nyuma sana katika miundombinu. Aidha, miongoni mwa wanawake waliowahi kushika nafasi ya uongozi ndani ya CCM ni aliyekuwa mwenyekiti wa UWT wilaya ya Geita na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Niliko Paulina Alex Majugoro, ambaye pia amejiunga na mchakato huo kwa kuchukua fomu. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Wakati huohuo, aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Esther Bulaya amechukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Bunda mjini kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM. Emmanuel Meshak anayo taarifa zaidi. Akizungumza na uandishi wa habari mara baada ya kuchukua fomu hiyo, Bulaya amesema ameamua kurejea katika chama cha mapinduzi kutokana na chama hicho kumlea kwa miaka mingi katika masuala ya kisiasa. Nimetimiza haki yangu ya kikatiba, lakini vile vile nimetimiza haki yangu ya kikatiba kikanuni na miongozo yote ya chama cha mapinduzi. Nadhani wengi walikuwa wananijua, nilikuwa nimeenda kwa mkopo. Leicester City imeshuka daraja. Chama cha mapinduzi ndiyo Barcelona ya Tanzania. Chama cha Mapinduzi kimerudisha usajili kwa wachezaji wake wa Barcelona ambao waliwatuma kwa mkopo kwenye timu ya Leicester City ambayo imeshuka daraja. Sasa kinaenda kutengeneza kikosi cha Barcelona cha kwenda kushinda Champions League tena. Unapozungumzia chama cha mapinduzi Tanzania, Chama cha Mapinduzi ni sawa na Barcelona. Chama cha mapinduzi ni sawa na Real Madrid. Chama cha mapinduzi ni sawa na Liverpool. Chama cha mapinduzi ni sawa na Bayern Munich. Kwa hiyo chama cha mapinduzi kitasajili striker, kitasajili kiungo mchezeshaji, kitasajili beki wa uhakika, kitasajili makipa wa uhakika, kwa ajili ya kuhakikisha kinasukuma gurudumu la kushinda nchi. Na mnajua chama cha mapinduzi chini ya Mwenyekiti Dr. Samia Suluhu Hassan, chama cha mapinduzi chini ya Makamu Mwenyekiti Wasira, chama cha mapinduzi chini ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama chetu. Gari limewaka. Bulaya pia amesema kuwa kwa sasa amekuwa na furaha kubwa baada ya kurudi chama cha mapinduzi ambapo amesema amechukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Bunda mjini. Jimbo ambalo kwa miaka ya nyuma alikuwa mbunge. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi. Zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, zaidi ya kutimiza azma yangu, lakini furaha kubwa nimerudi nyumbani. Chama kilichonilea, nimeanza harakati za Chama cha Mapinduzi tangu nikiwa vioni, nikiwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi kwenye vyuo. Nimeanza harakati ndani ya Chama cha Mapinduzi kuanzia tawi la Uhuru na Mzalendo kama mwandishi mwandamizi. Nimemaliza hapo, nikagombea wilaya, nikagombea mkoa, na mwisho nikawa mkuu wa idara ya hamasa ya vijana ya Chama cha Mapinduzi, nikawa mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi. Unaposema ujumbe wa kamati wa utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi ndani ya Jumuiya ya Umoja wa Vijana, hile ndiyo kamati kuu ya jumuiya. Kwa hiyo nina uzoefu wa kutosha, nimekuwa mbunge wa vijana, nimekuwa mbunge wa jimbo, nimekuwa mbunge wa viti maalum, nimecheza maeneo yote na yaelewa. Esther Bulaya kabla ya kuhamia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, amewahi kuwa mbunge wa viti maalum kundi la vijana 2010-2015 kupitia chama cha mapinduzi na baadaye kutimkia Chadema na kugombea ubunge wa jimbo la Bunda mwaka 2015, ambapo alifanikiwa kushinda nafasi hiyo kwa kumshinda Steven Wasira. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshek kwa taarifa hiyo huko mkoani Njombe watiania na kuwania nafasi ya ubunge udiwani wa kata na viti maalum kupitia chama cha mapinduzi CCM katika majimbo ya Lupembe na Njombe mjini wilayani Njombe wamepongeza maelekezo yaliyotolewa na uongozi wa chama hicho ngazi ya taifa ya kuzuia maandamano ya wapambe na mbwembwe zisizo na tija wakati wa kuchukua fomu. Taarifa zaidi na Ibrahimu Mlele kutoka Njombe. Wakizungumza wakati wakiendelea kufika ofisi za Chama cha Mapinduzi sisi wilaya ya Njombe, baadhi ya wa watiania hao pia wameeleza kuridhishwa kwao na namna zoezi la uchukuaji wa fomu linavyoendeshwa, wakisema linasimamiwa kwa haki, usawa na uwazi. Chama waliamua kutoa huo mwongozo kwamba tusitumie makongamano makundi makubwa, kwa sababu kwenye chama kuna wanachama ambao pengine ni watundu zaidi, wangeweza kutumia huu mchakato kuwachukua watu ili pengine waweze kutangazwa zaidi kuonekana wao ni bora kuliko wengine. Kwa hiyo nafikiri chama kimetenda haki kwamba tusitumie makundi, lengo ku, kuilinda demokrasia, kwa sababu wapo ambao wana uwezo wako, ambao hawana uwezo wa kulifanya hilo jambo. Kwa kimsingi mi nashukuru, nime tarehe leo nimesharejesha fomu nasubiri, nime mambo mengine yaweze kuendelea na mchakato ukikamilika, mambo mengine yaendelee. Na leo hii nilikuwa narejesha fomu nikutana na, na katibu ametoa maelekezo vizuri sana na amesema tuzingatie makatazo. Huu sio muda wa kampeni, ni muda tu wa kuchukua fomu, kujaza na kurejesha fomu, ili mchakato mwingine uweze kuanza wa vikao vya ndani. Kwa hiyo ametutiiza sana kufuatilia maelekezo, kufuatilia makatazo. Katazo la chama la kuja na wapambe limekaa vizuri. Wengine wanakuwa wana watu, wengine wanakuwa hawana watu, na wengine pia wanaweza kukata tamaa kwamba fulani ana watu wengi fomu. Kwa upande wake, mgombea ubunge wa jimbo la Lupembe, Mheshimiwa Edwin Eno Siswale, anayetetea nafasi ya kurejea tena kwenye kinyang'anyiro hicho, amesema katazo hilo ndio msingi mzuri wa kulinda maadili ndani ya chama. Nimejaza fomu yangu vizuri kwa mujibu wa maelekezo ya chama, na kwa hiyo kwa maana ya hatua ya kuchukua fomu na kurejesha, nimekamilisha. Tangazo hili kwa chama chetu ni tangazo muhimu sana kwa sababu ndio msingi wa kulinda maadili ya chama cha mapinduzi. Sisi kwenye CCM tunaamini kwamba watu wote ni sawa. Sasa ukiruhusu matarumbeta, ukiruhusu maandamano, ni kuweka matabaka miongoni mwa wanachama. Kwa mimi kama mwanachama, nafahamu hii kama ni sehemu muhimu e, ni sehemu ya e, kanuni ya chama chetu, na nimetii kwa kweli. Tangu nimekuja siku ya kwanza hapa, nimekuja kuchukua fomu bila maandamano, na leo nimekuja tena peke yangu kurejesha fomu bila maandamano kutoka hapa katika ofisi za Chama Cha Mapinduzi wilaya ya Njombe, TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni kushukuru sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tunarejea tena jijini Dar es Salaam, ambapo wakati zoezi la uchukuaji na urejeshaji fomu kwa ajili ya kugombea nafasi za ubunge na udiwani likiendelea, chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni kimewataka wote wanaotiania ya kugombea kuendelea kuzingatia sheria na kanuni kwenye zoezi hilo. Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi akizungumza leo jijini Dar es Salaam, katibu wa sisiem wilaya ya Kinondoni Jacob Siai amesema zoezi la uchukuaji fomu linaendelea vizuri na hadi sasa kwa ubunge jimbo la Kawe linawatia nia 19, na 19 na jimbo la Kinondoni watia nia kumi na mbili, wakati kwa upande wa madiwani hadi sasa wilaya hiyo inawatia nia 131. Aidha, Siai amesisitiza suala la watia nia kufuata sheria na kanuni za chama hicho kwenye zoezi la uchukuaji fomu na urejeshaji fomu, kwani chama cha mapinduzi hakipo tayari kuona watiania na wagombea wakivunja sheria na kanuni za chama. Msisitizo wetu kwa wanachama wetu ni ule ule wa kuendelea kufuata taratibu, kanuni na, na, na katiba yetu ya chama. Lakini kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote anakuja kuchukua fomu kwa shamra shamra, maandamano ya watu, magari, pikipiki, vigoma, tarumbeta na kadhalika, hivyo vyote vimepigwa marufuku. Mwanachama atakuja kuchukua fomu yake na kuirejesha uliowekwa kwa utulivu na kusubiri vikao vya chama. Kwa upande wao, baadhi ya watiania waliokuja kuchukua na kurejesha fomu akiwemo Abas Tarimba aliyetiania ya kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Kinondoni kwa awamu nyingine, na Asdar Eliamini Ramadhani kutoka kata ya Bunju anayegombea udiwani viti maalum, wameeleza kilichowasukuma kugombea nafasi hizo. Nimekuja hapa ofisi ya wilaya kuchukua fomu ya kugombea udiwani viti maalum hususan lengo la kuchukua fomu ya viti maalum ni kudili na wanawake, watoto na watu wenye uhitaji, makundi maalum. Mimi kama kijana binti, nimeguswa kwenda kutumikia nafasi hii, kuwasaidia kina mama na wanawake wazee na watoto wote wenye changamoto ambazo zinawakumba katika jamii yao. Ni kushukuru sana, Mrisho Mapeyo, kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Kenan Kihongosi ambaye ameteuliwa na kuapishwa hivi karibuni amekabidhiwa ofisi na aliyekuwa mkuu wa mkoa huo Paul Makonda. Hazla Omari ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza kwenye hafla ya makabidhiano iliyofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha, Kenan ameahidi kuwatumikia wananchi na kuendeleza mazuri yote yaliyofanywa na mtangulizi wake. mpongeza kwa dhati kaka yangu Makonda amefanya kazi kubwa katika mkoa huu, ameacha alama kubwa ndani ya huu mkoa. Mwenye macho aambiwe afanye nini? ela <coughs> sana, Mungu akubariki sana. Pale alipoishia ndugu yangu na kaka yangu Makonda, nitaendeleza pale pale kusonga mbele. lengo ni mwananchi wa Arusha aweze kufurahia matunda ya serikali ya awamu ya sita. Naye aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amesema atampa ushirikiano wa kutosha ili kumwezesha mkuu wa mkoa huyo kutekeleza majukumu yake. na namtukuza sana Mungu kwa kulipa kibali cha kuwa mtumishi wa mkoa wa Arusha. Kwa mwaka mmoja tulishirikiana, tukashikamana, tukaitoa Arusha ilipokuwa, tukaiweka kwenye ramani ya dunia ni kwa hidi nitakutii na kukuheshimu bila kujali umri bila kujali nimekutangulia kuingia serikalini kwa kuwa wewe uko hapa kwa mamlaka na umevishwa kofia na heshima na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mimi nitakuwa mwananchi wako mwema utaniona kwenye hivi viunga ukinitaji na kuja aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda Amedumu kwenye nafasi ya ukuu wa mkoa wa Arusha kwa muda wa mwaka mmoja huku Kenan kiongozi akiteuliwa kutoka mkoa wa Simiu ambapo awali alihudumu kama mkuu wa wilaya ya Arusha. Ni kushukuru sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, biashara ya kaboni yaelezwa kuwa nyenzo muhimu kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi.